Écho du petit commerce transfrontalier. Écho du petit commerce transfrontalier ni kipindi kinachozungumzia masuala ya wachuruzi wenye pato ndogo kwenye mipaka

Wachuruzi wapendwa, sawa vile mama anatoka kuwakaribisha ndani ya isale, leo tulisema umwe tufanye na nye renyo purvike tuwaonyeshe maimportanse zenyenye munapashwa kufanya na zenye maservise zenye zinatumika pakudwane zinapashwa kuwafanyia. Nikiwaza nyie wote muko dakoro kwa hii informasio yetu ya siku ya leo, ya kwanza tulipenda tuwaoneshe kwanza Servisi ambazo zinapashwa kutumika hapa kwenye mupaka ya kwanza ni DGDA mm -hmm. Direction Generale des Douanes et Accises mm -hmm. ya pili ni OCC mm -hmm. Office Congolais de Controle mm -hmm. Ya tatu ni PE

kuonesha kama ni wanamemba wa hiyo service. Eh, yule tubajue kabisa kazi ya kuchanga na changana. Jupale kushakwa watu mingi. Munisikilize muzuri. Eh. Kama tumebaita hapa mformation tunapenda mujue kila kitu kenye tunafanyaka hapa kudwane na kenye na nyimo napasha fanya kubarieri hapa kudwane. Ndio baba mutuzare. Ndio mama niko na bafata mimi na murisha teseka sana. Ingine. Mm. Amupasha kulipa taxi kwenye mupaka yenye haijulikane na yenye haina kitansi mm.

kwa shida yoyote eh, ambayo munapata hapa kwenye mupaka eh, munapasha kuona saravisi yenyewe wanaita bike haiko eh. Bike ya kuandika maanake <laughs> ah. eh. ni kusema eh. hivi eh. ni biro mm -hmm. ya kujurisha wafanyabiashara kila kitu ah. Wow. Mbele ya kutosha biashara ndani ya nchi yako mm -hmm. wala kuingiza biashara ndani ya inchi jirani Hmm, inaomba kujua kanuni na hali ya biashara ili usifukuzwe na biashara yako ah, hmm, biashara vya kuharibika hmm, wala vya kuoza hmm, vikinaswa kwenye mupaka hmm. Dugu yangu taripa Amande. Eh, bwana, ile tunaweza ilipa basi mwenye tengeza. Njo maana mnaona hapa kumpaka bananasa manyama bana zirunguza, bananasa masamaki zinazunguzwa, bananasa manguruwe bana zirunguza. Ile wa commerce njo mko mnaua population. Sasa yenye mnavuka mu inchi jirani, mnakutanana na machakula ya kuoza kule bana wapunguzia bei. Sasa zingine mnabirogota kukuyarara ya kule kwa inchi jirani, mnakuwa mnafanya manyanga na huu maservice wenyewe ushirikane hapa kubariere mnavukisha. Ndugu yangu ukishikwa watumishi wa hapa kubariela ambao wanajulikana na serikali ya chakula ya mashamba eh, ama uchuruzi ya mashamba eh. Wanahitajika kuwa na kitambulisho ambayo inaitwa certificat d'origine de production agricole eh, ma, na ile kitambulisho ya bire, bako eh. Ah. na kitambulisho eh. ba, napaswa kionesha kwa wanamemba ambao wanatumika kwenye mpaka uh -huh. eh.

watumishi ambao wanatumika kwenye mpaka mm, wanaomba wawe na utaalamu wa hali ya juu mm, na wawe na adabu kwa wafanya biashara na tuanza kapapa na ingine

viandikisha. Ma... na wale ambao bishu. biashara yao mbele ya wakati, wakikushika wana kukukamata. Ndugu yangu, utalipa amande kari sana. Mm -hmm. Manake pale batakuwa banapenda babipitisha majando nabo. Sasa na ya mwisho, yeah. Tunabaromba usafi hapa kwenye mpaka. mm. Usafi hawezi toka na mua ku nyumba ukiwa kubariere. Sasa matropiki ndio hawezi toka kwako na na na muhindi na muhindi, wala unaleta hembe hey. wala unaleta avoka hmm. wala unaleta kitika unakiwa kikuria hapa tupende mchafu kubariere, inakataziwa sana hapa tuliko na mapubele pibliki eh. Hey. ukimaliza kula kitika yako tu pamoja mupubele, unamaliza kula avokati yako tu pamoja ndani, unamaliza kula muhindi yako tu pamoja ndani eh. Hey. tulinde usafi wa mupaka yetu sisi wote hey. nikiwaza ile njo machache ya foromasio nye tulikuwa napenda tuwambie juru nye bachuruzi pamoja na bajaba nye baliko hapa hamwelewane, ni kutokujua njo iliko na hacha. Munakukutana sasa mbele tu, tumarize tuende tufanya tufanye pose cafe mm. Nilikuwa nataka kama eh. Mita... na kwa ulizo mbili tatu mutuulize kisha tuone vile baba, tutauliza mimi niko na swali papa. Ndio, wewe unaitwa kwa jina ya nani eh? mimi choba naita mzee Kandonge eh, mzee, ulizo yako Ulizo yangu enye nilita ulizo nchua hii papa, Nangu Pari kunyu unasema siku kwa kuandikisha vishahara etu, Ba vishahara, Ba vishahara etu. Eko mishahara vishahara, Ba vishahara. Ok, ya sante. Sasa tutakua tunabiyandikisha, saa tunayenda vitwara ube, saa tunabireta. Sae nye ulisha reta marishandize yako mbele ya yote, unaenda andikisha. Nilileta kwanga na karanga uh -huh. Nilileta biskwi uh -huh. Nilileta tiririri uh -huh. Unaandikisha kweli, manake papa parido kwanza, na mimi manake mbele bivuke bingie mu inchi, unaandikisha sasa. Inchi sasa itafanya verifikasio okay. Baki kutana bidi benye uliandikisha haiko nje benye biliko mu mutugali lwako lunaimbwa manake, manake unapripa uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. una amande ya makaris sana. Ah, eh, manake kama niliandikisha nyama ikue nyama. Hey. Kama niliandikisha samaki ikue samaki. Ndio. Ah. Na mimi pia mnatau. Ulizo mama. Yeye nyumeumesema aseme wale wakubwa wakona tuheshimia sehemu ya biashara <laughs> Ile na siye tuko na bafundisha ayo model gani? Si munajua kama nye wafanya biashara njoo wapatria wale wanatumia kubadiri. Juru, kama nye mufukishe biashara, habatakuwa na kazi. Na yeah. Njoo maana tuliko tunabashurutisha kubaheshimia nye kama wafanya biashara yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Namu, bana, bana tupiga kipasi bikombe vinaenda huko ile ile. Ndio ndio maana maana tulibaambia mule formation formation ya ya ya kusema kama kama hii formation tunakia fanya tulishafanya deja formation na na na na na kufundisha watu wenye wanatumika hapa eh, mm. mm, kwa mabariere na ndio maana mlisikia tunasema kama tuache discrimination katikati ya mwanamke na mwanaume, mm. Kila mwanamke anavuka anaenda fanya uchuruzi uchuruzi, analeta analeta franga analipa tax tax tax. Mwanaume naye anavuka barriere anaenda fanya uchuruzi anarudia analeta tax, na ile tax inafanya fonctionnement ya inchi, na ndio maana tunasema kusukua ubaguzi ya ya mwanamke na mwanaume. Asante sana sana papa, papa. Lakini lakini mtu chubishie zile fimbo fimbo ziko pale zitaisha fimbo ya bakanja papa, mtaingia mbele sare, mujiservire kila mtu kujina yetu, lakini karibu sana tuingie huko, asante baba. Mradi wa PFCIGL ni bahati kubwa kwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sisi raia wa DRC tunajivunia mradi wa kurahisisha biashara mpakani na ujumuishaji katika kanda la maziwa makuu.

Mina beba buchuruzi yangu. Ah, mtazamo. Kama unaweza beba buchuruzi sio ukwe tuone huko unapita. Hapa ni kwani? Ona mama, kia kia kwanza pa utie kwanza bitwa. Uh, huko unapita kumupaka unakuwa kama uko unapita mnyumba wa baba yako. Eh, Wao yeye kama hapa huko huko kudwani di. Uh -huh. Sasa mimi na yuko kama niko kundwani, basi mimi na sahabu. Sasa. Mimi ya huyo. Kitu gani hivi unabeba? Mizigo yangu. Tia kwanza. Eh, uh -huh. Jobi, uh -huh. Wanakuambia tia pale. Sawa sawa. Mbonjo yeye. Nimefanya nini?

tunatosha ama ni nini ye? Eh? <laughs> mtu anaenda churusha jua faidike. Sasa tutakuwa na mafaidike ya nyie. Ma unakasema uh, uh, mingi sana mama. Ha, sasa niseme nini sasa? Ni eh? Are. Mimi <laughs> kuko siku anza pika kama mtu hapa kwa hii mbariere mie. Are. Sikia mama. Siki. Ha. Siki. Ha. Angalia nani? Eh, s'il vous plaît. Mama, ni problème gani? Mbona wewe unaona uko nalia? Nini? Sasa mama mkumku na kula. Eh, kesi kinavapa? Papa. Hii mbariere ni tusumbua. Ni mapato ndo Tulisha sumbuka baba, mana kuna ma service, service, <laughs> bende bune kichwa na miguu. Kila moto ni mope, kila moto ni mope no. Umupe nini? Umupe nini? Ni ripa, ni ripa jita se. Na bikasa tenyewe haba tupatiya ke... We sasa nye muko ba service gani papa? Na mama, nye bengine nye muko service gani? Papa mimi natumikaka tu hapa. Ah, mana kwa ruko service. <laughs> No, no, tirema identifiye. Oui, na we unafanya kanini hapa?

Mama, niambie service yako ni gani? Service yako natumikaka wapie paa unamakia. Wewe papa unatumika una wapi? e huko mt nawe unatumikakpabiro yenu? <laughs> e huko na ganisaa nava navo mko service gani? Munasumbua populaio. Bariere sio shamba. Bariele siyo soko. Bariele sio fasi ya ujangili. Bariele ni fasi ya kuheshimika kwani kubariele kunaheshimisha inchi na kunaheshimisha wakubwa wa inchi. Sasa, mama, papa

Hapo hamuna haki ya kulipisha watu kitansi tena mubarabara hivi, ile ni buizi. Tusaidie baba, tusaidie, kwani tunateseka. Bon, normalement bitansi yenye inapashwa lipiwa inapashwa kuwa affiche hapa, ouvert a tous. Kila mtu yote mwenye atapita aone beya ya kitansi, aone kama mchuruzi fulani napashwa lipa mchuruzi fulani. Kwa hiyo tulisha romba baba. Ee, hapa ni ya kusema, unaona mabato na base ku kichwa, unamuataka. Papa, ukuye na tomate mbili kitansi, ukuye na tomate moja kitansi, ukuye na matungu. Na ingine, na mama, kama ulilipa kitasi yako kubiro, unapashwa kuwa ile epreve ya kitasi yenyewe ulilipa tena, na umeibaonesha, basi tusumbua baba <laughs> na, na inakatazwa Nyiwe masaravisi zote zenye zinapatikana hapa kubarieri, hamuna haki ya kulipisha kitansi munjia. kitansi naripi waka njo kubiro papa, bilo ni za mingi hapa. Tirisha kuwa miyamoya unajuriza. Sasa kama vitasi takuwa ngapi, unakosa baba, baba mutu saidire, baba mutu saidire, tunastaseka kweri. Tirisha sumbuka baba, na inakatazwa mama. Sikia nikwambie, kwambie nyeba churuzi ilifo mjue, inakatazwa kwa mutu yeyote kuromba pesa kumukua ajili ya faida fulani oh, nipatie pesa juli nivukishe mizigo yako. Usimupele pesa tena. Na inakatazwa kwenu nye bachuruzi kulipa kitasi nje ya mupaka. Inakatazwa mama si, sasa nikwambie kama na kuingiza uchuruzi ndani ya hichi kimagendo, kuivusha kwenye mpaka kisha unaingiza mwingine, hichi inakatazwa sana. Na ingine mama, nye ya mikutano ya wachuruzi ya pato ndogo ya a na kuhudhuria mikutano ya wachuruzi ya pato ndogo ya kumipaka, manake yaah

Ndiyo baba. Lakini ile kutokupata formation na mafunzo juu ya kuvuka barriere ndio maana mnateseka. Papa, tunataka kujiunga mwelekeo association yenu, mmesema si vipi? Ni association de commercants transfrontaliers. Transfrontaliers. Eh, unafika tu hapo na unauliza, baba watakuandika ndani. Na saa yenyewe mtakuwa na formation, bana kupatia invitation na unakuwa na participation. Baba mimi naenda fasibilize na wenzangu wote, bapato ndogo. Ndio. Kweli tutaingia mwelekeo association. Na haiko tu bapato ndogo, na wacommercants wote wanapaswa kwenda kufanya na mafunzo juu makona wafanyabiashara wa pato ndogo mpakani, ni wajibu wenu kufahamu servisi za serikali ambazo zinahitajika kutumika mpakani, ama maservisi za duane. Servisi za serikali ambazo zinatumika mpakani ni DGDA, direction generale de douane et assises; OCC, office congolais de controle; PNHF, programme national d'hygiène

Mradi wa PFCIGL ni bahati kubwa kwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sisi raia wa DRC tunajivunia mradi wa kurahisisha biashara mpakani na ujumuishaji katika kanda la maziwa makuu. Eco du Petit Commerce Transfrontalier. Petit Commerce Transfrontalier ni kipindi kinachozungumuzia masuala ya wachuruzi wenye pato ndogo kwenye mipaka.